Leo mimi nataka 10 tu, leo nataka 10 mwanangu, mazaga mazaga yangu sasa. So, chap kadi imetoka, unguka hapa mpunga, mbona utoka, ona mpunga huu hapa chakua. So, nimemaliza sasa naenda kwa wale washikaji wale ambao e, napata pilipili pili, nini kila kitu chipu kwa wanangu wenyewe ni pale mwe <laughs> nimekuja kuchukua viungo vyangu vya kwenda kula pweza na matunda matunda, nini, fruti. Yaani mimi siku hizi bwana, nitakuwa nawapostia nitakuwa nawapostia vyakula tu vyakula, kuzurura. Basi wale ambao mnaulizia maendeleo hapa, maendeleo hakuna. Unajenga nyumba kesho unakufa, lakini unakula una enjoy.